Karibu katika mada ya leo ambapo tutaangazia dalili za uvimbe kwenye mfuko wa kizazi. Uvimbe kwenye mfuko wa kizazi yani fibroid au polyps, au uvimbe mwingine wote ule wa kizazi ni tatizo linalowakumba wanawake wengi, hasa wenye umri wa kuzaa. Ingawa mara nyingi uvimbe huu si wa saratani, unaweza kusababisha matatizo ya kiafya kuwasili uzazi. Ni muhimu kuelewa dalili zake ili kupata matibabu mapema. Sasa kama ni mara yako ya kwanza, naomba ni kusii usubscribe ili wewe wa kwanza upate taarifa zetumara tu tunapoupload katika mada ya leo. Utakuwa nami daktari Leni Komba, tafadhali kuwa nami mpaka mwisho wa mada hii. Dalili kuu za uvimbe kwa mfuko wa uzazi ni pamoja na: dalili ya kwanza hezi sio ya kawaida, hezi nzito sio ya kawaida yaani menorrhagia, hezi inayoendelea kwa muda mrefu zaidi ya siku saba, mzunguko wa hezi usio wa kawaida au damu kuvuja katikati ya mzunguko. Hii ni dalili ya kwanza, unapata hezi isiyo ya kawaida. Dalili ya pili ni maumivu ya tumbo chini ya nyonga au chini ya kitovu, maumivu sugu ya mara kwa mara kwa eneo la chini ya tumbo ambayo hayakati, mara kwa mara maumivu wakati wa hezi, lakini pia maumivu wakati wa tendo la ndoa. Dalili ya tatu, kuvimba kwa tumbo. Tumbo linaweza kuonekana kubwa au kuhisi uzito kwenye sehemu ya chini ya tumbo, kuhisi shinikizo kwenye nyonga, yaani chini ya kitovu au mgongo wa chini. Dalili ya nne, tatizo la kibofu cha mkojo. Haja ya kukojoa mara kwa mara, unapata maumivu, hamu ya kukojoa mara kwa mara na maumivu au shinikizo wakati wa kukojoa, unapata maumivu makali wakati wa kukojoa. Ugumu wa kutoa mkojo. Hapa inaonyesha kwamba unapokojoa unaweza ukapata changamoto, unapata ugumu au maumivu makali wakati wa kupata mkojo. Dalili ya tano ni matatizo ya utumbo, kukosa choo na kupata choo kigumu mara kwa mara, hisia ya utumbo kuto kupata nafuu hata baada ya kujisaidia. Dalili ya sita kut... dalili ya sita uchovu na upungufu wa damu kuishi uchovu ku, uchovu kupita kiasi, kizunguzungu na maumivu ya kichwa, hiyo ashiria ni moja ya dalili ya maumivu au ya uvimbe katika mfuko wa kizazi. Dalili ya saba ni kuto kushika mimba au ugumba, ugumba wa kupata ujauzito, mimba kuharibika mara kwa mara na matatizo ya kubeba mimba hadi mwisho. Ikiwa unakumbuka mojawapo dalili hizi ni muhimu kumwona daktari kwa uchunguzi wa kitaalamu kama vile hata saona na vipimo vingine. Matibabu yanaweza kujumuisha dawa, upasuaji au tiba mbadala, kulingana na ukubwa wa aina ya uvimbe. Kama umependa video hii, tafadhali saa ku-like, kusubscribe na kushare video hii kwa marafiki. Ulikuwa nami daktari Leni Komba, tukutane katika mada ijayo.